Natangaza kwenye madhabahu hii, natangaza kwenye madhabahu hii. Maneno mengi yalizungumzwa, watu wengi wakadhani, wakadhani pengine nimewakosea watu wengi waka, wengine ambao hata siwafahamu nao wakanunua yale maneno wakisema, Sabaya ni mbaya Wakatengeneza cheni kubwa kwa kadiri wanavyoiweza. Nimesimama kwenye madhabahu na kusema kama kuna mtu yeyote nimemkosea, na kwa moyo wake wote anajua nilimkosea yeye, mbele za Mungu, namwomba anisamee. Na mimi nasema mbele ya Mungu anaishi hapa, kama kuna mtu yeyote anadhani alinikosea iwe shahidi iwe kutengeneza kesi yoyote iwe alinisingizia iwe alinisemea uongo popote, nimesema leo kwa kibali cha Mungu nimemsamehe na ijulikane leo ya kwamba Mungu wa madhabahu hii amenipatanisha mimi na hao watesi wangu. Kama wataendeleza vita na iache hiyo vita, ipigane hii madhabahu ipigane wenyewe Nimenyanyua mikono juu ya kwamba sintapigana na mtu, sintagombana na mtu, nimesamehe kila mtu. Lakini atakayeendeleza vita yoyote ya uongo ya kunisingizia, ninaiacha hiyo vita, apigane na mungu wa madhabahu hii. Ninamshukuru sana Mungu, ninawashukuru sana walioniombea bila hesabu ninamshukuru tena sana Mama Samia suluhu Hassan. Ninawashukuru sana majaji waliotenda haki bila wakati mwingine kwa kuzongwazongwa. Thawabu yenu mtaipata kwa Mungu mwenye haki, ule Mungu aliyenihurumia na akawatendea na ninyi maradufu. Awakawasaidie watoto wenu na familia zenu, si kuwatoa kwenye vifungo vya jela awatoe kwenye vifungo vya umasikini na utasa wa kila aina. Mungu awaletee upendeleo juu yake kwa jina la Yesu. Mchungaji Kalinga, ninakushukuru sana kunipa nafasi ya kutoa shukrani na kushukuru wewe na mama mchungaji. Mimi nilikusikiliza kwenye redio mara moja, kesho yake asubuhi ya nikaja hapa.